Okay, so again, kuhutubia, Igunga. Sasa kabla sijamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama chetu azungumza na nyinyi watu wa Igunga, yale nilikuwa nataka kuwaambia ndio yametokea. Ukweli ni kwamba CCM na serikali yao wanashindwa kujibu hoja zinazozungumzwa na Chadema, na mimi naomba kutumia jukwaa hili hapa Igunga kuambia CCM na serikali yao, hoja hujibiwa kwa hoja hoja haijibiwi kwa rungu. Nyie kama mna uwezo au kama mna jambo lolote mnataka kujibu Chadema, tukitoka hapa Igunga na nyie itisheni mkutano ili mje mzungumze na watu wa Igunga na mjibu hoja za Chadema ambazo zimezungumzwa kwa watu wa Igunga. Haya yanayofanyika ni yanaonesha ni kwa namna gani CCM hawana hoja, wamepaniki na hawana cha kufanya. Kwao nawaombeni watu wa Igunga iungeni mkono Chadema na nitumia fursa hii kuwaambia vijana wa chadema Tanzania nzima na kila sehemu tunayokwenda kufanya mkutano, hawa watu wamesha paniki, ni lazima na sisi tujilinde. Muhuni yoyote atakayejitokeza kuharibu mikutano yetu, na sisi tutatafuta njia ya kihuni kumdhibiti. Dawa yeah, yeah, ya muhuni ni lazima uwe muhuni zaidi yake, ni lazima watu watu wadhibiti, lakini tusihakikishe na sisi tunawafanyia jambo lolote Wanataka afe mtu kwenye mkutano wa Chadema ili watufungie mikutano yetu. Tutakuwa wapole, tutakuwa watulivu, lakini hatutakuwa mafala. Wanawatangazia viongozi wote wa BAVICHA kwenye kila wilaya, kila jimbo, kila mkoa, sisi tunalo jukumu la kuhakikisha mikutano yetu tunailinda na inakuwa salama. Jeshi la polisi lilipaswa kuwa jeshi la kulinda mikutano ya Chadema, lakini hapa Igunga polisi wako wapi? Hawapo, alafu wako wauni wanaharibu mikutano hii. Kwao nawapa maelekezo viongozi wa BAVICHA na vijana wa CHADEMA Tanzania nzima, ni lazima kokote tutakapokuwa tunafanya mikutano tuhakikishe tunalinda mikutano yetu, ili tuwafikishie watanzania ujumbe ambao CHADEMA tumeubeba, ujumbe ambao umekuwa ni mwiba mkubwa kwa CCM na serikali yao, kwa sababu hawa na majibu. Ajenda ya no reforms no election imekuwa ni ajenda ya Watanzania. Mara baada ya kusema hayo, ndugu zangu mlioko huku nyuma, kama mko tayari kusikiliza mkutano huu, tunawaombeni muondoke. kama mnataka kuwasikiliza Chadema njoni huku mbele. Hatuwezi kumleta makamu mwenyekiti hapa juu halafu kuna watu wako mgongoni kwake wakitokea wahuni wakamrushia mawe, ilo jambo hatuwezi kuliruhusu. Kwa tafadhalini sana, ndugu zangu nye mliopo huko nyuma, sisi tunaweza tukawa tuwafahamu nyinyi watu gani, lakini kuwepo huko mgongoni ni hatari kabisa ya mkutano huu kwao. Tunawaombeni hata mlioko hapa, tafadhalini sana, ni heli msimame pale, ili makamu mwenyekiti aweze kuja kuzungumza na ninyi, na pia mlioko hapa, tafadhalini sana, ni rahisi kulinana mkiwa mbele, mkiwepo mgongoni, maana yake